Kwa majina ni Anthony Barasa akiwa <laughs> mwalimu wa African Institute of Research and Development Studies Eldoret <laughs> City Campus ya yeah, ile kongamano ama hii kikao ambaye ni a Luo Council of Elders ambayo imetuleta hapa tukiwa Eldoret Sports Club, <laughs> imekuwa ni jambo la maana na la busara ambalo tumejifunza mambo mingi. <laughs> Kitu ya kwanza imeleta watu wengi, hasa wa Wachaluo na wenye wanatoka ta... kabila mbalimbali pamoja, tumeanza kujifunza kama nimejifunza na... Ya kuishi, uh -huh. Ya namna ya kuishi kama udugu. Ya pili inatufundisha namna ya kuheshimu viongozi wetu. Hii si kitu ni ya kuidhinisha ama ya kumweka kiongozi mkuu wa uh -huh. Luo Kanzo Kenya nzima inatufundisha kuwa hata kabila zingine za fasi iko hivyo. Mfano, kitu ya pili imeleta mashirika tofauti tofauti kama Amba County Government of sensitization, shule kuu kama AIRS College. Tumekuja kujumuika pamoja kwa ajili ya kupeana maneno mambo na afya bora. Watu wanapimwa hapa vitu tofauti tofauti kwa ya afya, pressure mambo na blood sugar, blood sugar level na maneno na HIV testing na kila aina ya ma testing zozote, uh -huh. So, so, ambazo zinafaa mwanadamu ama mtu yeyote akae ikijua hali yake ya kiafya kwa namna gani uh -huh. Nimejifunza kuwa afya uh, uh, katika kila hali ni msingi uh, ni, ni Lua Council of Elders event uh, ama festival uh, lakini wameweka ndani masuala ya afya uh, so ni heri kinga kuliko uh, uh, kutibu. So na, mkiwa hapa leo siku ya leo kuna umesema we, kuna wenye wanapima mambo na afya um, uh, so Luo festival imebeba wadhamini kama kama kabila tofauti tofauti. Hata tunapoangalia huko kando, vile hali inaendelea, program inaendelea, inaonekana vijana wengi wameshajumuika hapa kwa ajili ya kusoma moja mbili tatu. So hizo ukiangalia kama vijana wengi siku ya leo wamejitokeza na kwa idadi, unaona kama wengi wataweza kupima ukimwi, wenye unasema? Yeah, wamejitokeza wengi, wako hapo al, unapoangalia wengi wanapima mambo na HIV, wengine wanapima pressure. Uh, Blood Sugar Level vijana uh -huh. Wamejitokeza uh -huh. Na si chambo tu la Luo Council peke yake uh -huh. Chami kadha wa kadha wenye wana katika huu mji wakalini wa umu uh -huh. Kalenjin Wakali wa Luo, Kikuyu kila tabaka uh -huh. Wamechumuika na imekuwa chambo la mzara. Uh -huh. So uh, after hapa tutarajie Luo Festival itakuja kama mwaka ingine kama gani ama itakuja wapi? uh, kipindi nafsi nime hudhuria hii kikao mara ya kwanza uh -huh, ni pendekezo langu kuwa iwe kifanyika kila mwaka uh -huh, iziwe tu uh -huh, kitu ambayo inafanyika kwanza na imeachwa hivyo, bali ikiwe kitu ambayo inafanyika kila mwaka uh -huh, ikiwa ni mwezi wa Juni uh -huh. 2025, naomba next year uh -huh, hii kitu ikaweza kufanyika tena uh -huh. mm -hmm. Ukiangalia watu wengi walikuwa wanatarajia baba Raila Omolo Odinga ataweza kufika na gavana wetu Jana, Jonathan Bii ataweza kufika lakini ambapo haijawezekana, wewe kwa mtazamo wako unaichukulia swala hiyo kama mimi kama kiongozi nafahamu wali viongozi wetu wako uh -huh. na programu tofauti ya tulikuwa, Raila tunasubiri Raila Amolo Odinga ambaye ni baba afike hapa, hajaweza kufika. Tunaamini kuna masuala ambayo imemshikilia, ndio maana uh -huh. ametumauuruaa amejitoa uh -huh. kwa ujuru kwa hataweza kufika vilevile uh -huh. kama na pia kuna wawakilishi wako ambao wametumanisha, ambao wamemwakilisha uh -huh. na ile ni chama ambalo linatufanya tunafurahia pia uh -huh. nao naopenye wako wanajua hii shughuli inaendelea yeah. na wewe ndugu yangu ukimi ama unatushauri tu sisi tupime? Mimi sijapimwa pale. Na uh -huh. niko sawa. Niache uh -huh. wewe uh, mimi bado sijapimwa sababu nimeshikilia kamera mtu anapima ukimi alafu anapima height. Eh. Anataka kujua ni vizuri sana mtu akijua height yake na ajue ako, ako vipi kimaisha ndio uweze kujipanga yeah, so vile kwa tumesema tumejumuika ni amba uh -huh. na hawa huko ni African Institute ambaye uh -huh. ni wanafunzi wangu uh -huh. well department ya health. Hawa wanapeana maneno na blood pressure, mambo na BMI, mambo na blood sugar level uh -huh. Kuna CNA uh -huh. Cause ambayo kivas uh -huh. Na health health record so many causes uh -huh. Kama engineering building construction uh -huh. Yote mwenye anatafuta college nzuri ambayo inafaa katika ki, chichi hili kuula Eldoret uh -huh. Ama Kenya nzima astafutie uh -huh. Kuingine atafutie African Institute of Research Studies ama Iras College uh -huh. Atapata ku kukuwa ni mtu wa manufaa baadaye kwa ule yeah. Mtu anakutazama ana na hajawahi kukuona na anataka namba yako, angependa ingie chuo kikuu ya, nitapea namba ya ofisi ambayo ni 0715696979. saba mota nitarutia ni 0715696979. saba mo ta 6t So, hiyo namba si ya Mpesa. Ah, hiyo namba ni si ya Mpesa hiyo. Uh, namba ni mawasiliano ya ofisi kwa ushauri wote. Uh, pika hiyo namba wakati wote. Asante sana ndugu toka yeah. Kwangu presenter Kala, see me next time, same time, same same place. Wazito TV.